Hei, helo ndugu Mtanzania, ongereni sana kwa maumivu makali makali sana ambayo, eh, umeyapitia. Eh, watu wengi walikuwa eh, wana matarajio mengi sana eh, kwa kuangalia historia ya bulani elfu mbili na kumi na tatu kuna ile bulani elfu mbili na kumi na sita eh, kuna bulani nyingine eh, ya elfu mbili na ngapi, uh, elfu mbili na ishirini na moja na hii sasa hivi ambayo eh, kila mtu alikuwa anaitegemea ya bull run 2025 lakini imeenda tofauti. Soko linatufundisha kitu kimoja hapa, soko linatufundisha kitu kimoja kwamba tusikalili. Eh, eh, lipo kutufundisha kwamba ni watu ambao tunatakiwa tusikalili. Sawa? Eh, sasa leo nataka nikupitisha haraka haraka. Kwa mfano, uh, nilikuwa naangalia hapa coin market cap. Sawa? Kwenye coin market cap kwa kifupi inaitwa CMC. Uh, tunaangalia hapa kuna kitu kinachoitwa average average crypto eh, RSI Relative Strength Index. Eh, RSI ni kipimo kizuri sana hiki, kiko kwenye index ya 44.21 eh, Sawa, manake juzi juzi kilikuwa mazingira ya oversold. Sawa, manake kikiwa kama kinazidi kupungua, inaitwa ni oversold. Sawa, na kitu kikiwa kwenye oversold manake kwamba e, soko linafanya liveso kwa maana kwamba linageuka sawa. Kwa hiyo hii ni bullrun matata sana hii ni bullrun matata sana, ndugu mtazamaji, inayoenda sasa kutokea e, e, rasmi baada e, watu wengi sana kuumia mpaka wengine kwa kuangalia sasa hivi wameshakata tamaa, hawataki kusikia mambo ya soko yanavyoendelea kwa sasa hivi sawa. Sasa nataka nikupitishe kidogo kidogo vitu ambavyo natakiwa mtu uangaliage mbali na kuangalia sana chati, maana kuna baadhi ya watu hawajui namna ya kusoma chati sawa. Nitakwambia na ni kitu gani au ni habari gani njema kwenye upande wa Bitcoin kwamba imetengeneza order block eh, order block ya monthly chart. Hii ni order block nzuri sana ambayo ina tu alert kwamba tunaenda kutafuta all time high nyingine kwa upande wa Bitcoin, ni muda mfupi tu sasa hivi, huenda kuanzia huu mwezi wenyewe kwanza kwa pili tatu. Kumbuka nimekuambia bear market tunategemea itaanza mwezi wa saba mwakani kwa hapo pote hapo ni jinsi gani ya kujiposition mapema. kwa kwa maana hiyo, ndugu mtazamaji, dip ambayo unaiona kwa sasa hivi kama unavyoiona hapa, hii ni dip nzuri sana, isikukatishe tamaa. hii ni dip nzuri ambayo unatakiwa uizingatie, hasa kwa mfano, labda kama kuna mtu ambaye ndo alikuwa anaonekana ni mgeni, naamini basi hii dip inaweza kawa ina ndo msaada mkubwa, kwa kwa sababu eh, ukiangalia kuna vibazi ya mimi coins E, vimeanza kuonesha dalili nzuri ya kupanda kupanda. Tumeona tela klaski ambao tunaita, e, lunis, e, lunisi, tumeyona, ime, imejaribu kupampu kidogo. E, kuna not coin imejaribu kupampu kidogo. Sasa hizi ni indiketa nzuri kwamba ni jinsi gani soko linaenda kuamka hasa hizi alternative coins, pamoja na kwamba alternative coins i, iko katika mazingira mabaya. Hii tunaita art coin season, hapa iko katika mazingira ambayo ni kumi na tisa sasa, hii nayo index number kama inavyoonekana hii ya kumi na tisa ya mia moja e, moja kwa moja na inatupa deal nzuri ambayo ni e, ni sahihi e, kwamba tuko the most deep e, tukija kwenye kuangalia tena upande wa fear and greed. Hii ndugu mtazamaji, nakuelekeza wale mtu ambao hutataka e, kujisumbua sana na kuread chart. Soko la sarafu mtandao huwa mara nyingi, muda mwingine, ni soko ambalo liko jepesi sana kulisoma, tofauti na masoko mengine kama forex sawa. ili soko la sarafu mtandao huwa mara nyingi ni jepesi mno. Kwa mfano kwa mfano hapa ukiangalia tunaita e, e, fear and greed, e, greed index hii hapa kama unavyoiona ndugu mtazamaji, inaonyesha nao e, ishirini na mbili. Juzi juzi hapa tuliona mpaka ilifika mpaka kumi e, ilikuwa kumi ndugu mtazamaji, ndo inaitwa extremely fear hii hapa. Hmm, ilitokea Novemba 22. Hapa ndo soko lilianguka sana hapa, uh, kama unavyoona yeah, low. Soko lilianguka sana mno, extreme fear ilikuwa imefika kumi. Sasa sizani kama kuna uwezekano wa kwenda eh, labda tuitafute extreme fear mpaka chini ya, ya hii hapa kumi. Eh, kwa sasa hivi naona ni ngumu zaidi na history, eh, tunaika historical value eh, thamani yake kihistoria ni kwamba yesterday ilifika ishirini na moja last week ilifika ishirini then last month ilifika ishirini na moja Sawa, kwa nalii kwamba last month iliyopita kwa maana ya mwezi wa kumi na moja Sawa, manake ilifunga ikiwa na hii hii ya asilimia e, index namba ya ishirini na moja, lakini kumbuka kwenye huu mwezi wa kumi na moja tulishuhudia, tukiangalia kabisa tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi e, na moja ilifika ngapi? hii ii hapa kumi. Sasa e, kuna ite yeli nini hai Desemba 9 2024, sawa so, hii ilikuwa Desemba tisa ilikuwa extreme greed hapa. Ukikumbuka 2024 ndugu mtazamaji, hapa naona kabisa ulishuhudia hata altcoins, eh, zilifanya vizuri kwa wakati huo sawa. So, ndio sa wengi watu wengine wanasema labda ile bull ndio ilikuwa bull ya mwisho. Hatuwezi tukasema ni bull market kwa sababu altcoins nyingi hazikufika kwenye all time high. Tunaposema bull market tuhakikishe kwamba eh, altcoins, eh angalau zifike all time high iliyoipita iliyokuwepo kwenye bull run tulioitegemea. Hiyo ndo tunaita nini, bull, tu e, bull market tayari. Sawa, hicho e, ndo tunachotakiwa tuwe tunakiamini. Kufano, labda, kwa mfano labda tunaweza kusema kwamba labda BNB ndo mwisho, kwa sababu tayari imepiki all time high, hata e, Ethereum na imepiki all time high. Sawa, lakini pamoja na kupiki zimepiki katika mazingira madogo sana, hususan ukiangalia upande wa Ethereum. Sawa, so, Ethereum imepiki kwenye all time high ambao ni ni ndogo, eh, ni ndogo sana. Sio kwamba ndo tutegemee kwamba eh, basi ndo soko linaenda kuwa bear market. Ndugu mtazamaji, bear market bado. Nikwambie uhalisia, bear market bado haijaanza rasmi. Sawa? Hiki ndio kitu ambacho natakiwa ukizingatie zaidi. Ya hii ni upande wa indicator ya fear and greed, sawa? Fear and greed. Kwamba sasa nataka nikuoneshe kitu kingine ni jinsi gani bado soko E, ni nzuri hasa, hata wewe mtu ambaye labda ni mgeni unaweza kuwa una, e, unanunua kwa namna moja ama nyingine kwa sasa hivi, bado mimi nikutie matumaini, nazidi kukutia matumaini e, kwa sababu kuna kitu bado nakiona kitu kizuri sana kwenye hili soko, japo watu wengi sana wamekata tamaa, lakini uhalisia bado soko linaenda kuriwadi watu, hasa wale ambao wapo kufanyeje, kuvumilia mpaka sasa hivi. Kwa mfano mimi nikikliki hapa Bitcoin Um, nikikliki Bitcoin. Nikiweka kwenye monthly chart, kumbuka hii hapa kuna eh, 15 minutes 1 eh, hour, 4 hour, 24 hour, 1 week 1 eh, manake 1 month sawa, simaona. Kumbuka ambacho nataka sasa nikutie moyo, ndugu mtazamaji, nikutie moyo kitu kimoja ambacho ni cha muhimu sana hapa ambacho hata wewe mwenyewe unatakiwa ukizingatie inavyotakiwa. eh, angalia hii, hii kendo hii hii hapa mana hii kendo hii, nataka hii ni kuoneshe ki kitu, hii kendo hii ni monthly chart sawa. So, kwamba Bitcoin bado hatutegemei kwa vitendo kushuka, Bitcoin inaenda kutafuta all time high kwa kuzingatia kipengele hapa, ilikuwa ni order block sawa. So, order block kwa maana kwamba ndio sehemu ya watu wengi waliweka position zao za kubai hapa, na ilivyo ulipofika umwezi wa kumi na moja, hii hapa hii kendo ilimefunga ndani ya hii hapa manake, kufika huku chini kuipita hii order block itakuwa ni mbinde. Mm, ni mbinde sana, ambapo sasa kuna kitu kinachoitwa support line hapa imetengenezwa, upande wa hapa, ndugu mtazamaji, ni kuonesha hapa hii hapa hii hapa sawa Mbona napochola hapa hapa, sawa hapa. Umeelewa, sasa hapa hapa, hii ni support line, lakini upande wa huku ilikuwa kama resistance line, hii hapa hii ngoma hii, sawa, ilikuwa kama resistance line. Sasa hii baada kwamba mwanzoni previous ilikuwa kama resistance line, kwa sasa hivi ni ina act as a support line. Kwa hiyo hii ngoma hapa ikipengere, ndo tunaita order block, ili eneo hili, sawa hii ni sehemu watu ambao wale baya waliamua kununua kuipushi Bitcoin mpaka tulivyoona kwenye all time high ya dola laki moja na ishirini na sita, ilikuwa imefika laki moja na ishirini na sita mazingira haya sawa. Kwa hiyo ndo kilichotengeneza hii ngome kapita sasa. Hii ni order block ambayo inatengeneza kwenye monthly chart ambayo inaanza kuact kama ni pullback sawa, ana pullback kufika kwenye ile order block e, jaribu kulitest order block ambayo ilitokea Sawa. Kuna baadhi ya wengine wanaweza katumia akatumia bode e, hizi hapa hapa e. Eh, lakini mimi huwa naamini mkia una maana yake, kwa sababu bei inaweza kashuka hapa alafu ndio karudi, sawa, kwa muda mfupi. Kwa mtu ambaye una trade e, moja kwa moja inakupa nini? Inakupa eh, ile nini entry entry entry level au entry point yawe kuingia sokoni. Sawa, ni vitu vichache ambao ninajaribu na, kwamba tuvizingatie tu hapa. Sawa, tukizingatia na ukiangalia community sentiment yani kwamba mawazo ya e, jumuiya hii ya sarafu mtandao ina nini, ina ina nini kuhusu e, Bitcoin wenyewe wanawaza nini? Ukiangalia e, angalia hii vote hiiot e, kura ziko milioni tano nukta saba kama unavyoona ndugu mtazamaji, kwenye upande wa Bitcoin walivyoipigia kura ziko e, milioni tano nukta saba sawa a Walio voti bullish ni asilimia themanini na moja na walio voti bearish ni asilimia kumi na tisa. Kwa market au community sentiment inaonyesha ni nini? Um, hey, kwa nimepiga mimi huko nimepiga upande ambao sio sahihi. Sasa yani, nimeminya nime eh, bahati mbaya ndugu mtazamaji, sawa, nimebofya kama vile nimepiga eh, nimepiga kura sawa. Aya, nimepiga kura kwa hiyo uh, ni kwamba sasa data ni kwamba sasa kwa hiyo watu wamevoti i community. Wamevoti nini, wamevoti bullish sawa. Hivi ni viashiria kwamba watu wanafikiria nini. Kwa hiyo uh, nacho ni kitu kizuri, japo lakini wanaoamua soko ni market makers, hawa ndio kidogo wale wanaamua soko liende upande gani. Uh, ni kwamba tukiendelea, ndugu mtazamaji sawa. Uh, nataka nikuoneshe kitu kingine hapa ambacho ni very, very important sawa. Uh, nikuoneshe kwenye kitu kinachoitwa uh, bitcoin exchange balance sawa, kumbuka hii um, nayo ni factor ambayo nazidi nijaribu kuisisitiza zaidi sawa, manake bitcoin exchange balance kuna hizi exchange kama ishirini ambazo zimechukuliwa sawa so, kwa ajili ya Idaant, ya bitcoin ziko kiasi gani? Bahati mbaya si kwa mfano FTX kwa sababu ilidondoka, yani yani exchange nzima eh, haya ni maajabu, kwamba jamani, kumbe kuna hasara zake eh, exchange kama haifanyi vizuri inapoteza reputation eh, watu wanakuwa wanashindwa kuiamini exchange. Hii ni FTX ambayo ili collapse sawa so, lakini kilichobakia ni hizi bitcoin ni chache sana, sifuri nukta moja ngapi saba hela yani ni bitcoin ndogo sana sawa nao eh, Bit, bitrex nayo ina, inazo ndogo sana kwahiyo ni baadhi ya exchange zingine ambazo nadhani utakapokuwa unazitumia utakuwa unaharibu hata bitcoin zako kwahiyo ni kuwa makini na baadhi ya exchange ambazo hazina reputation ya kutosha sawa so, lakini Binance, Binance ndio kidedea kama unavyoona kwa sasa hivi. Bitcoin balance manake kwenye exchange ya Binance ziko laki tano, kama unavyoona laki tano e, sitini na sita na mia nne ishirini na tisa nukta zero mbili. Hii ni hera hii, ndugu mtazamaji, yani kwamba ukianzia sifuri nukta sifuri mbili bado ni hela hii. Ukipiga kwenye calculator hapa, sijui tuone kwa bei ya laki themana tisa na mia tano, ngoja ni kuoneshe labda kalokuleta hapa, ndugu mtazamaji, uone yaani kwamba ngoja ni, kwa mba... kwa ja ni search kuliko kuitafuta kalikuleta hapa. Kwa hiyo bado inakuwa ni hela kubwa kwamba ukichukua sifuri nukta sifuri mbili alafu ukazidisha ujue ni jinsi gani thamani ya Bitcoin ni, ni, ni kubwa, alafu na mia tano hapa ndugu mtazamaji simona kwa hapo maanake unazoziona ni kama dola elfu moja mia saba dola elfu moja mia saba tisini hiyo elfu moja mia saba tisini zidisha labda kwa elfu mbili mia nne mia nne labda sitini na nne kwa rate ya Kitanzania sawa. Kwa hapo angalia, hii ni hela nzuri tu kwa mtu, uh, kibongo bongo, hii bado ni hela nzuri ambayo ni, kapi um, ni milioni nne laki nne eh, elfu kumi mia tano stini kwao, bado hiki bongo bongo bado inakuwa ni pesa nzuri sana ndugu mtazamaji. Sawa, sasa tukiendelea nikuwa napachika sasa, ikiangalia tukirudi hapa, kwamba hapa kwamba hapa siomaona yani jumla bitcoin zizo zilizopo kwenye exchange ni hizi milioni mbili na na ngapi na elfu tisini na tano mia nane E, kumi na nne nukta tano tano hizi ndo zizobaki, lakini cheki siku saba saa e, siku ishirini na nne zimeongeza kiasi kidogo sawa, ambao ni Bitcoin mia moja thelathini na tatu. Manaake hawa ndo wameenda kuuza. Unapoona e, kwamba hii tunaita inflow hapo e, ukiangalia red, kama unaona red ambayo ina alama ya negative au hasi manake ni out flow kwa hapa, hizi ndo zimeingia saa 24 nimeangalia itoto kwanza kwenye exchange zote, manake hii ni idadi ya Bitcoin ambazo zinazipo kwenye exchange hizi zote nazoziona huko upande wa kushoto sawa. Kwa hiyo hapa hizi ndo zimeingia tu saa 24 zopita, lakini ki, kwa siku saba zimetoka Bitcoin elfu nane mia tisa kumi na moja alafu siku thelathini zimetoka

na tisina nane nukta sita tatu hii inatu, inatupa picha gani? Kumbuka, najaribu kusisitiza hili somo kwa sababu ni muhimu sana. Hii picha yake ni kwamba watu wameshaona, wako yani akili yao ni bullish, sawa? Yani unafikiria soko linaenda kupanda. Sasa hii ni habari njema kwa mtu ambaye unawekeza kwenye sarafu mtandao. Hii sio habari ya kuipuuza, ni habari njema ambayo unatakiwa usingatie. Ndio maana nimeona nikuoneshe vitu vya msingi ambavyo hata wewe unatakiwa unavizingatia Sawa, unatakiwa, kwa, wa wa na unavizingatia kwa unapokuwa unafanya uwekezaji wa hii Bitcoin. Hata ukiangalia huku chini graph yake, cheki kama nilivyokuelekeza, bado mambo ni, ni mazuri of course. ba, mambo ni mazuri e, tuseme tu ukweli, mambo ni mazuri sana kwa watu ambao mnajihusisha mna na mambo ya sarafu mtandao kwao, kinachokuja e, ni kitu kizuri sana mm. Watu wa Terra Luna Classic naona mambo yamekuwa e, mazuri. Hii ngoma jana imefanya vizuri kama unavyoona hapa, imefanya vizuri sana. E, Terra Luna Classic, imefanya, lunis, inaitwa, e, lunis, imefanya vizuri sana kwa hiyo ni jambo la kuna, kuna, kuna eh, Wink Link ambao kwa kifupi tunaita wini mm? na imeonyesha kufanya vizuri e, jana imeonyesha kufanya vizuri. eh, tukiweka labda hii angalia mm? eh, bei ilikuwa imefikia hapa, kwa hiyo coins nyingi ambazo kama tunaita meme coins nianza kufanya e, vizuri sawa. So, um, nadhani tuishie hapa, ndugu mtazamaji, nilikuwa nakuonyesha tu na kupitisha Leo ni maana nikupitishe ni vitu ni ni gani ambavyo unatakiwa uvizingatie na u-concentrate kwamba bull market tayari inakuja. Inakuja, cha msingi ni kuvumilia, kama usikatishwe tamaa e, na baadhi labda ya watu wakiwa wanasema bull market ndio e, hatuioni tena, hapana. Hii bull market bado ipo. E, nipe maoni yako, a, kitu gani wewe unakiwaza? Tushirikiane kwenye comment section. Pia usisahau kwamba Uh, haya ni masomo tu ya kupeana taarifa wala huwa sio ushauri wa kibiashara. Cha msingi nawe unatakiwa ufanye utafiti wako e, binafsi, kwa sababu ni mfumo ambao uko wazi kwamba nawe unatakiwa ufuatilie, kwa hapa mimi nilikuwa nakitoa nakitoa kulingana na uzoefu wangu. Kwa hiyo nawe unaweza kukilinganisha kwa na kufanya utafiti wako e, binafsi, ila ukumbuke kwamba sio ushauri e, wa kibiashara. Nikutakia siku njema Bye.